Ulimwengu wa roho hauhitaji sympathy. Ulimwengu wa roho hauhitaji huruma. Ulimwengu wa roho unahitaji actions. Ukishajua ulimwengu wa roho hauhitaji huruma, utaacha kulialia ovyo, utasimama na kuanza kusonga mbele, manake kila dhambi inadai mauti. Ndio maana lia uliavyo kwa machozi yako, hayawezi kufuta dhambi. Usitegemee sympathy, usitegemee huruma ya Mungu kwamba huyu kalia sana sasa samehewe dhambi no. Ni conditional. Namba moja ni lazima uwe mtu wa kusamehe kwanza. Kama usamehe, lia galagala gala, lia machozi ya damu. My friend, Jehanam iko pale inakusubiri. Hakunaga huruma kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana ukitenda dhambi wewe, inabidi uchukue ile damu ya Yesu ikae kwenye kosa lako ilipe. Usipokumbuka kuchukua damu ya Yesu ikalipa lile deni lako litakuwepo, hata kama umelia kiwango gani. Huruma aliyoifanya Mungu ni kumtoa mwanaye wa pekee, kwamba. Sikiliza hapa, huruma ninayokupa wewe, utatumia hii damu, ndio itakusaidia. Na ndio maana ninakupa ukweli, Yesu alikuja kufa kwa ajili ya wenye mwili wanadamu tu. Ndio maana malaika walioasi, kosa moja mpaka leo hawajui kusamehewa, kosa moja hawajui kufanya. Roho hazinaga huruma.